Pengine jinamizi la michepuko linamwandama Ray Kigosi, msanii kutokea hapa tu 255 kwenye uh, upande wa maigizo. Sasa utakumbuka hivi karibuni kumekuwa kuna taarifa ama uvumi wa yeye kutoka kimapenzi na Test Chocolate. huyu alikuwa ni mpenzi wa Aslei, na mbali na hapo kukavuma tetesi zingine ambazo zinasema Chuchu Hans, ambaye huu ni mzazi mwenzake na mpenzi wake, na Ray alimpiga tesi kutokana na uvumi huu kwamba eti anatoka na mumewe ambaye ni Ray Kigosi. Sasa haya yote yameendelea, na unakumbuka tumekuwa tukifanya mahojiano na Chuchu na Ray tukikutana nao wamekuwa wote wakikana eh, kwamba hawajaachana na bado wako pamoja. Sasa wiki hii tena kumeshuhudiwa kitu kingine ambacho naweza kusema ni kama mchepuko mwingine ambao Ray anatuhumiwa kuwa nao na huyu ni dada ambaye wengi tumemfahamu kupitia mahojiano ambayo ameyafanya na show ya Shila Wadu. E, mahojiano ambayo of course yametrend sana huko Instagram na sehemu zingine mbalimbali za social media. Sasa e, huyu dada ameweza kukubali kwamba yeye ana mahusiano na Ray, na alivyoulizwa kuhusiana na kumfahamu Chuchu akasema anamjua Chuchu kwa kumwona tu kupitia mitandao na kazi zake lakini bali na hapo, kuna video ambayo ina trend inaonyesha Ray akiwa na mrembo huyu kwenye gari eh, walikuwa of course wana safari zao za hapa na pale, unajua eh, na waliweza kurekodi video hii fupi na huyu dada ndo aliyekuwa anarekodi hiyo video. Pengine umeshaitazama ama kama bado hujaitazama, basi nadhani utakutana nayo huko social media. Sasa hii imekuwa ni issue kubwa sana, na sijajua kwa upande wa Chuchu Hans yeye ataweza kusema nini, ukizingatia kwamba amekuwa akikataa mara zote kwamba hawajachana mbali na yeye sometimes amekuwa akishia vitu ambavyo vina e, vinazua mjadala sana kwenye akaunti yake ya Instagram kuhusiana na mahusiano yake. Lakini bado akihojiwa, ni mtu ambaye amekuwa na ficha hataki kuweka wazi kama kweli, e, wako pamoja na Ray ama hawako pamoja. Na kwa haya ambayo yanaendelea social media, sijajua atakuwa anayachukulia jamaa anayopokeaje kwa sasa hivi. Sasa wewe mwana SNS, pengine na wewe una mtazamo gani? Unadhani pengine e, haya mambo yanayoendelea nyana ukweli kiasi gani, au wewe umeachukuliaje? Umeyapokeaje? Ushaitazama hiyo video ambayo naizungumzia hapa, video inayo muonyesha Ray akiwa na huyo mdada kwenye gari? Umeichukuliaje vilevile? Share hapo kwenye sehemu ya comments, na usahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kwa ajili ya taarifa nyingi zaidi.